Nimepita kwenye baadhi ya viunga mjini Njombe na kushuhudia wachezaji wa drafti wakifurahia mchezo huu ambao unaonekana kudumisha utamaduni wa watu kukutana na kukaa pamoja hasa katika muda wa mapumziko. Na huu mchezo kwanza, unakuongezea akili ya uwezo wa kufikiri, halafu la pili unaacha mambo mengine yasiyo ya ya maana kufanya, unakusaidia wewe kufanya vitu ambavyo viko sahihi, na halafu unakusanya watu wengi mnapata mawazo mengi watu wa kutoka sehemu mbalimbali maeneo mbalimbali, kwa hiyo mnapeana vitu vya kujengana, ha, haliaisha bado. Aha. Kwa kiwango ulicho nacho wewe kufunga mimi ni kazi ngumu. Utani <laughs> <laughs> Na majigambo ni sehemu ya mchezo huu wa kusukuma kete unaohitaji kufikiri haraka kisha kutoa uamuzi ili kumshinda mpinzani. Na wakati mwingine wachezaji kutoka suluhu wao wanaita kutoka draw, unakufanya mtu uwe makini kufikiri na wakati mwingine ni mchezo ambao baada ya kazi ndio unapumzisha akili kidogo, tunaliwazika, tunapata raha, burudani, baada ya kwenda kutafuta anasa zingine, zinatuongezea muda wa kupata maisha mazuri kwenye burudani hii. Pamoja na utana, huyu jamaa wangu hapa naye anaongeza siku za kuishi. Isingekuwa hili dudu, inawezekana labda tungekuwa tumeshapoteana. Kwa hiyo hili dudu linaongeza maisha. Mchezo wa drafti hauhitaji kuwa na miundo mbinu ya gharama kubwa, na unaweza kucheza popote, na wachezaji wanasema mchezo huu ni tiba ya fikra. Kama hivi naona tulivyokaa hapa, kuna mtu anaweza kukuta katika nyumbani hapa mambo hata hayajakaa vizuri, lakini kwa kuangalia yeye na vicheko vinaendelea, maanake kuna kutaniana kidogo nini, unakuta ule mtu anapunguza ule msongo wa mawazo anaburudhika. Kwa hiyo ni mchezo mmoja mzuri sana, inatusaidia kwamba mai pa kuzunguka mitaani, umepata sehemu ya kupumzikia. Kwa hiyo hapa kama ujiliwaza pamoja na ongeza, unajua unavyofurahi, unaongeza umri. Kila mwaka umekuepo wa msimu wa mashindano ya mchezo wa drafti, ambao huratibiwa na viongozi wa mchezo huu pamoja na wadau wanaojitokeza kuchagiza na kuongeza hamasa, na kwa mwaka huu tayari msimu mshafunguliwa na wachezaji wanazidi kuoneshana umahiri wao kwenye vijiwe mbalimbali. kiangalia idadi ya washiriki imekuwa ikipanda siku hadi siku mwaka jana tulikuwa tuna makundi 8 yenye timu 88, tukimaanisha kwamba timu zilikuwa 64, lakini mwaka huu tuna makundi 8 yenye timu 99, tukionyesha kwamba ni timu sabini na mbili. Kwa hiyo tayari kuna ongezeko hapo la watu kutoka 64 mpaka 72. Ni dalili kwamba tunazidi kuonge, kuongeza na hii imetokana na E, vituo vingi vya draft kujisajili. Na afya ya draft ni afya ya akili. Kwa hiyo unatakiwa vilevile kunoa akili yako unapozeeka, tunasema kumbukumbu kumbu inapungua, lakini wacheza draft mara nyingi kwa e, tafiti zilizofanyika ni watu ambao kumbukumbu kumbu zao zinaendelea kuwa shapo hata wakiwa wazee kwa sababu ya huu mchezo. Kwa hiyo ni mchezo mzuri unaweka pamoja na unawapa afya ya akili. Mchezo huu wa drafti unaweza kuchezwa na rika zote bila kujali jinsia. Emmanuel Kalemba, Habari Wikiendi, Njombe. <coughs>